Upo usemi usemao watoto ni taifa la kesho, lakini usemi huu umeboreshwa na tunasema watoto ni taifa la leo au sasa. Watoto ni Sibusiso katika jamii. Sibusiso ni neno la Kizulu likimaanisha baraka. Wanawake wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, TAKUKURU, wametembelea kituo cha watoto wenye mahitaji maalum cha Sibusiso Foundation kilichopo jijini Arusha. Akizungumza katika ziara hiyo, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bibi Neema Mwakalyelye amesisitiza jamii kuhakikisha mchango wa watoto wenye mahitaji maalum unatambulika na kuthaminiwa katika jamii. Uongozi wa kituo cha Sibusiso, nakushukuru mkurugenzi, lakini na management yako yote kwa kuwa tayari kufungua milango yenu kwetu, kuja angalau kuleta kile kidogo tulicho nacho, lakini pia tunashukuru kwa namna ambavyo programu imeandaliwa, kwa sababu imetupa pia fursa ya kufahamu kwa kina nini mnafanya, uh, manufaa ambayo taifa inalipata kwa kazi yenu lakini pia kutuchochea sisi wageni wenu kuona ni nini tunafanya cha zaidi kuhakikisha kwamba na sisi tunakuwa na mchango katika kuhakikisha kwamba watoto wetu, vijana wetu ambao wana changamoto hizi wanakuwa kuwa uh, wananchi wenye mchango mkubwa zaidi katika jamii, katika familia zao, katika jamii, katika taifa, lakini pia sisi kama wanajamii, kama Watanzania tumejengewa uwezo wa kuona namna gani tunaweza tukashiriki katika ku, uh, kuwawezesha kuwa na maisha yenye furaha na yenye thamani zaidi. Bi Martha Lucas ambaye ni mkurugenzi wa Sibusiso Foundation ameipongeza TAKUKURU kwa kuchagua kutembelea kituo hiko kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake. Napenda kuwashukuru TAKUKURU kuanzia naibu mkurugenzi na wahusika wote wa TAKUKURU kuona ya kwamba Sibusiso Foundation ni sehemu ambayo maadhimisho ya sherehe ya wanawake yanafanya kufanyika hapa. Kwa hiyo napenda kuwapongeza sana, mmechagua fungu lililo jema. Vile vile Bi Martha Lucas amesisitiza kuwa watu wenye mahitaji maalum katika jamii wana uwezo na wathaminiwe. Disability is not inability. The fact that kwamba wewe una changamoto ya aina fulani haimaanishi kwamba hamna kusudi Mungu alilokuitia, hakuna kitu unachoweza kukifanya. Kwa hiyo sisi, ukiangalia hapo kuna watoto wenye changamoto za kila aina lakini sisi kazi yetu kubwa kwa changamoto walizonazo, kwa identify potential iliyopo kwa mtoto na kumsaidia ili akapate kusaidia familia yake na jamii kwa ujumla. Naye mkurugenzi msaidizi wa utawala Bi Rehema Rose Luongo kutoka TAKUKURU alikuwa na haya ya kusema. Pamoja na utekelezaji wa majukumu ya, ya, ya TAKUKURU ambayo yanasimamiwa kwa mujibu wa sheria lakini ofisi ina wajibu wa kusaidia jamii ambayo imetuzunguka kama wadau muhimu katika mapambano dhidi ya rushwa. Aidha, kwa kurejea kauli mbiu yetu ambayo inahamasisha jamii nzima kupambana na rushwa, ni wazi ya kuwa uwepo wetu mahala hapa ni sehemu ya utekelezaji wa wajibu huu muhimu wa kusaidia jamii, lakini pia kuongeza wigo wa wadau katika mapambano dhidi ya rushwa. katika ziara hiyo wanawake wa TAKUKURU wamepeleka mahitaji mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na mahindi, maharage, sukari, mafuta ya kupikia, sabuni pamoja na mahitaji mengineyo. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, hadi kufikia hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Tafadhali usikose kufuatilia vipindi vyetu vitakavyoendelea kukujia hapa TAKUKURU TV.